Hivi tunaujua kwa kina kipi maumivu na mateso ambayo Yesu alipitia, hasa ambapo tunasema yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu? Ama tukiwa tunalizungumzia hilo, mara nyingi sana huwa tunaifikiria misumari iliyopigiliwa mikononi mwake, taji la miiba kichwani, na msalaba mzito ambao mwisho wa siku ulikuwa mzito mpaka akasaidiwa kuubeba. Lakini kuna kipengele kingine cha aibu Umeshawahi kujiuliza Yesu alipitia aibu na dharau kwa kiasi gani? Udhalilishaji na kudharauliwa mbele za watu wote, tena watu ambao wamekuja kuwaokoa yeye mwenyewe. Sasa leo nataka mimi na wewe tuzungumze kitu ambacho watu wengi hawakizungumzii. Kinaweza kikaonekana ni kidogo, lakini maana yake ni kubwa sana, na kitakuonyesha ni dharau kiasi gani Yesu alipitia kutoka kwa utawala wa Warumi wa kale hasa kwa wale ambao walikuja kuwasevi yeye mwenyewe. Ndiyo, leo mimi na wewe nataka tuingie ndani kwa kina, tulizungumzie sponji ambalo wakati ananung'unika, analia, anasikia kiwo alipewa sponji akakamuliwa kitu chenye uchachu ndani yake. Hilo sponji, nataka nikujuze kitu kuhusu hilo sponji siku ya leo, lakini kabla hatujalizungumzia, embu kwanza turudi nyuma tucheze kidogo, tuyatizame maisha ya Warumi wa kale, alafu tutarudi kwenye sponji. Katika wakati wa Warumi wa kale, watu walitumia vyoo vya pamoja, wala hawakutumia karatasi kama sisi. Kwa wakati huo, karatasi hazikuwepo, hasa hizi ambazo zinaitwa toilet pepa. Badala yake walitumia kitu kinachoitwa kwa jina la kwao ni tresorium, ni sponji ililofungwa kwenye fimbo iliyowekwa ndani ya maji yenye chumvi na siki na baada ya mtu kujisaidia, mtu alichukua hiyo sponji akajisafisha, halafu akaiacha pale kuwa mtu mwingine aje kuitumia baadaye. Ndiyo walishirikiana sponji hiyo kwa pamoja, kwa sababu ilikuwa ni vyoo vya public, na mara nyingi ilikuwa inawekwa kwenye siki, ama kwa lugha ya kimombo inaitwa sour wine au maji ya chumvi ili kuua vijidudu kwa mtu ambaye atakuja kuitumia awe sawa na atakapoitumia asidhurike. Sasa hii ilikuwa ni kawaida sana katika kambi za kijeshi na mabafu ya umma na vyoo enzi za wakati wa Warumi wa kale. Sasa baada ya kupata kujua historia hiyo fupi, turudi kwenye maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 27 mstari wa 48. Sikiliza kwa makini hapa tukio moja linaloelezwa wakati Yesu alikuwa msalabani. Maneno yalondiwe katika sehemu hiyo yanasema hivi: mara moja, mmoja wao akakimbia akachukua sponji akaijaza na siki, akaivika kwenye mwavi, akampa anywe Yesu. Wakati huo alikuwa anasema nina kiu, na walimpa nini? Walimpa sponji iliyowekwa kwenye fimbo iliyolowekwa kwenye siki. Hiyo ni sawa kabisa na kile kitu kinaitwa teresoria, ile sponji chafu iliyotumiwa kwenye vyoo vya Warumi. Ijapokuwa kuna ukanganyiko hapa na kuna mvutano, wataalamu wengi wa Biblia wanaamini inaweza kuwa ni kweli walitumia sponji ile ile ya chooni, lakini wengine wanakataa. Wanasema pengine ilikuwa ni sponji ya kawaida ya wanajeshi. Lakini hebu fikiria, kila kitu kinafanana hapa ipo kwenye fimbo, imelowa siki, imetolewa kwa mtu aliyekufa ambaye alikuwa anadhalilishwa kwa ajili ya kumdhihaki Yesu. Wakati huo akiwa uchi, ameshapigwa, amewekwa taji la miiba, amechekwa, na sasa wanampa sponji wa kumwongezea tusi zaidi. Mara nyingi huo, tunauzungumzia sana uchungu wa msalaba, lakini je, tunaizungumzia aibu na dharau ambayo alitumia baada ya hayo yote yaliyotokea na mwisho kabisa akapewa kinywaji kwa njia ya udhalilishaji mkubwa. Hii haikuwa tu ni kifo cha mwili, ilikuwa ni kuvunjwa kwa heshima yake mbele ya kila mtu, kwa kiwango kilichopitiliza, hasa kwa enzi za wakati wa kale. Na Yesu mwana wa Mungu akayakubali yote, sio kwa sababu hakuwa na nguvu, lakini kwa sababu alikuwa na nguvu kuliko aibu yote ambayo alikuwa nayo. Imeandikwa katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa pili, kwa ajili ya furaha iliyokuwa mbele yake alistahimili msaraba, akadharau aibu. Aliidharau aibu, lakini bado aliikubali. Hakukimbia, hakuita malaika, hakujitetea. Alikubali yote, kwa sababu alikuwaza wewe na aliniwaza mimi. Sasa hii inatufundisha nini? hii ina maana ya kwamba injili isiyo tu swala la msalaba. Hapana, ni habari ya Mungu aliyeingia kwenye uchafu wetu, aliyeikubali aibu yetu, ili wewe na mimi tupokee utukufu na utakatifu usio na doa. Yesu hakufa tu kwa ajili yako, lakini pia alidharauliwa kwa kiwango kikubwa kwa niaba yako, ili wewe usiishi tena kwenye aibu. Kila dhambi, kila jambo unalojutia, kila siri unayoibeba yeye aliichukua yote, hata mpaka kwenye sponji ambapo huenda ilitumika chooni na askari wa Kirumi. Kwa hiyo narudia tena, hivi ni kweli tunafahamu kiwango cha aibu ambayo Yesu alivumilia na aliibeba kwa niaba yetu? Pengine hatujui kabisa, lakini kile kidogo tunachokijua kinatosha kutufanya tupige goti na kusema asante Yesu Ulivumilia aibu, ulichukua msalaba, ulichukua nafasi yangu, hata kama sikuelewa ni umbali kiasi gani ulifika kwa ajili yangu. Ikiwa kama ujumbe huu umekugusa, basi mtumie na mtu mwingine ambaye anahitaji kukumbushwa. Mungu hakusamehe tu dhambi zako, lakini pia aliiondoa na aibu yako kwa kiwango kikubwa. Ikiwa tena kama ujumbe huu umekugusa, usisahau pia kulike tuachie comment, ungependa kusikia nini ama unasemaje kuhusu hizi content zetu? Usisahau pia kusubscribe kwenye Acha Neno Liongee. Hii ni channel ambayo sote tuko kwenye njia ya kujifunza neno la Mungu, tukimwomba Roho Mtakatifu atufunulie yale yaliyofichwa ndani yake. Mungu akubariki, mpaka wakati mwingine.